Asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, bado tunaangalia habari za Roho Mtakatifu. Tumeshaona kwenye swala la upendo A, tuliona e, hatua ya mwisho tumeangalia mwishoni huko aina za upendo Haya yote ni maswala kuhusu Roho Mtakatifu. Tuliona hiyo ni karama kuu ya upendo, na sasa leo tunaingia jambo hilo hilo la Roho Mtakatifu, lakini tuangalie kwa nini Roho Mtakatifu alishuka duniani. Kwa nini Roho Mtakatifu alishushwa duniani? Tutaongozwa na kitabu cha Yoeli, kitabu cha nabii Yoeli sura ya pili mstari wa 28 na wa 29, anasema hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili; na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu watatoa wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wangu, tena juu ya watumishi wenu waume kwa wake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Amen. Hapa tunaona ahadi ya kushuka kwa Roho Mtakatifu katika Agano la Kale inaahidiwa. Mungu anaahidi kuimimina Roho yake duniani kwa wote wenye mwili. Lakini pili, tunaona anajaribu kufafanua kwamba ni kwa watumishi wangu wanaume na wanawake. Ni kwa watumishi wake tu wanaume kwa wanawake. Na katika sasa jambo hili la kumiminwa kwa Roho Mtakatifu duniani tutakuwa tukijibu hili swali: kwa nini Roho Mtakatifu wa Mungu alimiminwa kwa wenye mwili? Kwa nini Roho wa Mungu alimiminwa kwa wenye mwili? Hili swali tutalijibu kwa vipengele vifuatavyo. Jambo la kwanza, tutaona wali Roho Mtakatifu alimiminwa ili wapate kutabiri. Halafu jambo la pili, ili wazee na vijana, wazee wapate kuota ndoto, halafu vijana waone maono. Sasa haya ni mambo mawili, wazee tutawaangalia na vijana tutawaangalia, lakini jambo la nne ni kuwafanya watumishi kuwafanya watumishi kuwafanya watumishi wale watakaopewa huyo Roho Mtakatifu ni ili wafanywe kwa watumishi wa kiume na wa kike. Jambo la tano ni ili wanene kwa lugha wawe wakinena kwa lugha, na jambo la sita ni kuwafanya kuwa wana, kuwafanya kuwa wana wa Mungu. Na pia kuwaongoza, kuwafanya kuwa wana wa Mungu na kuwaongoza, na kuwaongoza. Sasa tutakapokutana kwenye kipindi kinachokuja, tutaanza kuangalia sasa moja moja, watatabiri. Tutaanza kuangalia moja moja, na jambo tutakaloanza nalo ni watatabiri, watatabiri. Hayo tutajifunza wakati huo. Kitu muhimu, wewe nipe nafasi yako, usiache kunipa nafasi yako ili uburudishwe na haya ninayokuletea. Ni somo muhimu sana, hujawahi kuona hili. Ni somo muhimu sana, hujawahi kuona. Kwa hiyo karibu sana, na mimi naamini utajengwa na utapiga hatua, ila usiache kuniunga mkono kwa subscribe kwenye akaunti yangu, na kwa njia hiyo na kwa upendo huo utakuwa umenibarikia sana Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane kwenye hicho kipindi kinachoanza cha kuziangalia hasa sababu zilizomfanya Roho Mtakatifu ashuke. Ziko nyingi zimeelezwa, lakini hapa nitakuingiza kwa undani zaidi ili uone sasa kusudi kamili hasa la kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.